A uh, Diamond Platnumz aliniambia tutajenga msikiti. Sasa ndugu uh, yako yeah. Madokta magalia ya matamba sana, alikuwa na, yeah, sana alikuwa, alikuwa na hela kama hizi alikusaidia, alikuwa na hela amesaidia watu wengi sana, alikuwa na hela kama hizi, hizi ni hela kwa ajili ya kuchangia, twenda kuchangia uh, uh, ngoja tukae hapa kwanza okay. tunataka kwenda kuchangia hapa hapa, lengo ni kwenda kuchangia. Ramadhani ni mwezi wa sadaka, ni mwezi wa kutoa ni mwezi wa kuchangia, wale ambao hawana uwezo kuwekeza. Nimekuja na fedha hii hapa kwa ajili ya kwenda kuchangia ujenzi wa msikiti. Mimi ni Mkristo, lakini msikiti kazi yake ni kufundisha watu imani, kufundisha watu namna ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kupitia imani zetu hatuwezi wote, tunamuomba Mungu mmoja. Nachangia msikiti milioni tano. Leo uh, Diamond amefuturisha hapa yeah. Uh, wewe pia unataja vizuri kwamba tunataka watu wajue imani, ndio maana tunachangia. Tutegemee uenda nawe ukafutulisha kwenye soko lile, uliona wakina mama wananilia, naenda kufutulisha Kigoma. Nitaenda kufutulisha Kigoma na tumekubaliana kwa pamoja, kama waandishi wa habari, najua online TV tumesafiri, najua wengi wenu, wengine tukonao safari Morogoro lakini tutaenda mpaka Kigoma tutafutulisha kabla madhani hii haijaisha, kuhakikisha tunakula na wale wa kina mama ambao niliwajengea soko la jioni pale. Tutakula kwa pamoja, siku hiyo itaitwa hatuuzi tunafuturu. Na uh, diwani mstaafu yeah, yeah, uh, simple Namna labda una plani yoyote ya kugombea tena udiwani kule? Maana kila nikisikia sauti ya wale akina mama nikisikia sauti ya wale akina mama napata feeling ya namna ambavyo niliwaongoza, namna nilivyowatetea, namna nilivyowapigania, namna ambavyo niliwafungulia njia ile, soko lile. Nilipigana na madiwani wenzangu, wengine walitaka kunchoma visu, wengine waligoma, kama hatuwezi kufunga barabara, likawa soko la jioni, lakini tulifanikiwa kuikuwa. Kila ikifika saa kumi jioni, soko linaanzishwa lila, ikifika saa sita linaondolewa, barabara inaendelea kutumika kama kawaida, na ndio maana wale wakina mama wanajenga manyumba, wanasomesha, wana watoto, wanatumia uh, soko lile kwa ajili ya kuendesha maisha yao, mm, na ndio maana watanikumbuka milele ya mina ile. Ndo nguvu ya kuwa kiongozi, nguvu ya kuwa diwani. Unaacha uh, alama, unaacha fingerprint that is. Kwa hivyo vyote vile, mm, msishangae mimi na zito tukaenda kuweka huku Zito huku mimi, ikawa ni mtiti mtiti mundi sa, yeah, sabuni. Yeah. yeah. Mimi kama Diamond atazindua sabuni nisipokuwa balozi, najitoa kwenye familia yake. na, na, ni sabuni zake ni za kwake mwenyewe. Amewekeza mabilioni ya pesa kwenye kutengeneza sabuni kwa ajili ya kuokoa wakinamama ambao wakifua mikono inachubuka. Wanatumia sabuni ambayo ya matirio yake yanawaumiza mikono wakinamama, ngozi inaharibika. Diamond Platinum ameamua kushirikiana na dunia nzima kuhakikisha anaokoa mikono ya wakinamama wanaofua ngozi za watu ya binadamu wanaogea sabuni zake. Twendeni pale tukashuhudia sabuni ha. Ha. Kuna Diamond huwa anaanzisha biashara na kuna kuja wadau wanataka kuzinunua na kuziendesha, wakizinunua hizo idea wakiziendesha wao wanashindwa, na yeye anakuwa ishaondoka kwenye hiyo lakini kwenye hiyo sabuni nimemwambia twende pamoja. Kanipigia simu niko Morogoro, kaniambia Baba Levo, rudi haraka, wewe ndio balozi wa sabuni hii, na ndio maana nimerudi. Anataka kusaini msanii mpya wa WCB? Anasaini sio msanii mpya, ni rundo wasanii wanasainiwa ni rundo tuandae. Ukitoa mguu, anaingiza miguu mingine inaingia, kwa sababu Diamond hajakatishwa tamaa ya kusaidia wasanii wapya. Hajakatishwa tamaa kwa wale ambao wameondoka, ndio maana kuna watu wengine amewasamehe, kuna wengine aliwadai hela zake. Hajakatishwa tamaa, anataka kuwasaidia tena wasanii wengine wapya wapyamitana pia. Kama anayekuja kusajiliwa ni Asley, kuna ukweli kiasi gani? Namba tu nikanushe, Aslay hatuwezi kumsajili WCB. Sasa hiyo tumwachie Diamond mwenyewe. Je, ni wale au ni la? Lakini ni rundo so mw... unasema... umeme, mmeona kuna namna ambavyo mnanitafuta maneno Bale. kwenye interview yangu ndio mnakuja kuzima umeme. Ni nani mkanyaga Levo. aliyekanyaga wa? <laughs> <Nani wewe. laughs> <laughs> <Uwana wewe? laughs> waya ni huyu hapa, mwandishi umetoka nani, nani chombo gani? ni huyu Hey, kwa... tumeona uh, kwenye posti yako unasema umemshauri Diamond Platinum sasa hivi ni hamsini kwa hamsini yeah. Uh, kama msanii anatoka ni nini ambacho wewe ulizingatia? No, Diamond najua ile namtaniaga sometime, huwa si, siyamshauri lakini najua Diamond, this time um, mkataba wa sasa hivi utakuwa tofauti na mkataba ya watu wasanii wengine waliokuwa wamesha sign kwa sababu anajifunza na yeye kutokana na uh, matukio ambayo yanatokea. Usifikiri Diamond moyo wake unaridhika kwa kile ambacho kinatokea. Kuna muda tu namokuwa binadamu kusema basi aishi lakini mambo mengi mtu anawekeza hela zake na kila kitu, baadaye msanii anakuwa mkubwa wakati na yeye yeah, anatakia aanze kuvuna sasa yale matunda, msanii anasema anaondoka. Mm -hmm. unajua neno kusema naondoka tafsiri yake ni nini? Mm -hmm. tafsiri yake ni kwamba huyu msanii hapo alipo hajaridhishwa napo, umeonelewa? Mm -hmm. vizuri haiwezi kuwa nzuri hata siku moja. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Na kama ikitokea sasa hivi unarudi kwenye udiwani kama ulivyosema, uh, udiwani ni ubunge, ubunge. Mm -hmm. Yeah. Uh, ikitokea unarudi kwenye ubunge, yeah. utaacha hizi mambo za kumzungumzia Diamond kwa mtangazaji kwani wabunge hawazungumzii wa, uh, watu. Mbona wabunge tunaona wanazungumzia wengine? Mimi nataka nijue, kwa, upande wako nani unasikia uh, wabunge kimzungumzia Mama Samia <laughs> ina ubaya gani? so, utakuwa chawa hivi? ah, yaani, shughuli iko pale pale, kiongozi, mambo ni yale <hali>, yale <laughs> <laughs> kwa hiyo <hizi kwa> <laughs> siwezi mimi kiwalisia, niombe tu ukweli, Diamond Platnumz ndio anafungua njia ya maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Kwa vyovyote vile nitakuwa naye tutaenda pamoja mpaka siku aidha, hey mimi nakufa ananizika au siku namwona Diamond anashushwa kwenye kaburi, ndio sasa nasema jamani, mzee wangu ameondoka. wa Lakini mi naamini nitatangulia kabla yake, kwa sababu mimi ndio nina shida nyingi kumzidi. Unakosanaje? na ikitokea mmekosana kat... kat... katikati na Diamond, hebu niambie, hmm. ni kwenye nini? Chochote Diamond akinikosea, namsamehe. Oh, mimi nikimkosea, namwomba ni radhi, natuma watu, natumia kila mbinu. Kwanza Diamond angesha nifukuza muda mrefu. Mara nyingi naenda namkopa hela silipi ani, nimeshamfanyia kila kituko kumtesti, je, atanifukuza <coughs> kila kituko unachokijua wewe, Diamond nimeshamfanyia mara nyingi, namwambia nikope milioni tatu milioni nne, sirudishi chochote. Namwambia mzee, unamdai mtoto wako nani na nani. Shilole ni ndugu yangu, ni dada yangu, ni moja kati ya watu ambao tumesaidiana kwa namna moja au nyingine. Yeye kanisaidia mimi kimaisha na mimi nimemsaidia yeye kwenye biashara yake. Ni mimi ndo nimeitangaza Shishi Food kuliko msanii yoyote, kuliko uh, influencer yoyote, kuliko hata yeye Shilole mwenyewe. Shishi Food mpaka leo nasikia kula kujigaragaza, hiyo ni mimi. Kwa hiyo mimi ndo nimeitangaza kama hato ni shukuru mbwa yule ndio. Kuna maisha, kuna sehemu tutakutana naye maisha, kuna sehemu tutakutana. Maana siku hiyo yuko ananenepa tu anza kwa Baba Levo hana thamani yoyote. Mimi sina thamani kwa Shilole, mimi ndo nimempigania mpaka Shishi Food imefika levo ile. Mimi kwa Shilole ni zaidi ya uh, role model mimi. na umesema kuhusiana kugombea ubunge <gumusikas> yeah. una oh, no ya unataka kugombea kwenye jimbo gani? <gumbea> Kigoma mjini. Wewe unaulizia rangi ya mkaa huyu, unaulizia rangi ya mkaa ku... ni CCM jamani, hivyo amwelewi. Ni, ni chama CCM. Unataka nibabaishe maneno? ni chama cha mapinduzi CCM. na tangu rudi kwenye chama cha mapinduzi CCM, sijarudi mba. bado bado hajanipa kadi amani kyo natamani sana kazi anayofanya Mama Samia kwenye nchi hii hata kesho. amechanganyikiwamjana amechanganyikwaboajamani ajui kama nishamaliza, niko mimi, nimejenga gorofa lina vyumba kumi na mbili lina vyoo kila kona, lina swimming pool juu na chini, lina sehemu ya kutua helikopta, lina kila kitu. Kuna ATM kuna kila kitu ambacho eh, nimeweka kwa sababu ya watoto wangu. Nataka watolee hela, natoa ngoja nawapende ah. Sasa unajua watu wanaona ni maajabu. Benki zote Tanzania mm -hmm. zinaenda zinaangalia ka, a, a, mzigo ulionao benki mm -hmm. ukiona mzigo wako una, una request nataka ATM ya nyumbani wanakuletea wanakufungia ATM umeme, utalipa mwenyewe na kila kitu. Wao wanataka wewe uwe mteja wao, uwe una withdraw hela kupitia mm. benki yao, akitaka mm. unafikia baresa uh, akitaka ATM wampi, sio nampa. Sasa sisi mm. matajiri tunapata kuanzia sasa hivi, msanii yoyote ambaye hana gorofa ambalo lina lift, sio ghorofa, ndani yake kuwe na lift, asiongee na mimi chochote. mm -hmm. Mimi ndio msanii pekee influencer pekee ambaye nina gorofa ambalo ndani yake kuna lifti. Ni Diamond anaenda ah, ya, ya. Kunimaliza kimaisha, mama naomba ndugu yangu <laughs> <menda fko. tos> ah, <duguangu> nishakula hapa <coughs> nataka ngajitapikisha <coughs>